Rais wa Marekani Barack Obama asisitiza makubaliano ya kibiashara na Umoja wa Ulaya, TTIP, yatafikiwa mwishoni mwa mwaka. Makubaliano hayo yatazinufaisha pande hizo mbili kwa dola bilioni mia moja. Obama pia ameidhinisha kupelekwa kwa wanajeshi 250 zaidi nchini Siria. Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu ICC imetangaza kuanza uchunguzi wa mgogoro wa kisiasa nchini Burundi. Hayo yamesemwa na mwendesha mashtaka mkuu Fatou Bensouda. Burundi ilitumbukia katika vurugu mbaya za kisiasa tangu mwaka jana. Afrika Kusini na Iran zimesaini makubaliano ya kibiashara. Makubaliano hayo yamefikiwa wakati wa ziara ya Rais Jacob Zuma nchini Iran. Nchi hizo pia zimekubaliana kusaidiana katika mapambano dhidi ya ugaidi. Ulimwengu unaomboleza kifo cha mwanamuziki Papa Wemba aliyefariki dunia akiwa jukwaani katika tamasha la muziki nchini Cote d'Ivoire. Alizaliwa mwaka 1949 nchini Kongo na alifariki akiwa na umri wa miaka 66. <mucho> Wakenya washinda mbio za masafa marefu za London Marathon. Mwanariadha Eliud Kipchoge alishinda kwa upande wa wanaume akitumia masaa mawili dakika tatu na sekunde tano, huku Jemima Sumgong akiwashinda wanawake katika muda wa masaa mawili dakika 22 na sekunde 58.